Et kujuana zaidi, kufahamiana zaidi, jaamiana zaidi, inamaanisha socialization, ili ukiwa na jambo lako unapiga simu, mtu wa Malinyi, mtu wa Ulanga, mtu wa Mvomero, mtu wa manispaa, mtu wa Kilosa, mnashirikiana. Sasa una jambo kama utumishi hata wa kwanza neo una lazima mkae kama watumishi kwa sababu na kazi kubwa ya kuwatumikia wananchi, mkiwa na furaha na bashasha. Kwelikweli naamini hizo halmashauri sita za Ulanga, Mlimba, Ifakara, Kilosa, Mvomero na manispaa, leo mkitoka hapa, mtakuwa watu tofauti, mtakuwa watu ambao mmechangamka kulikweli. Lakini yale mashindano ya ya kitaifa ya watumishi, naitwa iyohiyo, tutaenda kushinda vizuri. Morogoro, lazima tupige makofi. Nafarijika. <coughs> katika mashindano waliopita katika, katika mkoa wa Morogoro halmashauri mojawapo ilikuwa ya ngapi? Ya tatu. Halmashauri gani hiyo? Mlimba. Wapige <coughs> <yu? tos> makofi Mlimba, Mlimba huyo. Mlimba <coughs> mlimbamabele. Basi tunaamini kwamba jambo itakuwa vizuri.